Ni juma lingine tena katika kipindi chako bora kabisa cha michezo ni Simba TV ambacho kinakuletea mengi mazuri ambayo yanahusiana na klabu yako pendwa kabisa ya Simba Sports Club. Katika juma hili kuna mengi mazuri ambayo tunakuletea mbele ya macho yako tofauti na yale ambayo uliyaona katika juma lililopita. Katika juma lililopita, nadhani utakuwa umenjoi na umefurahi kutokana na vile ambavyo ulipata nafasi ya kuviona. Wewe mpenzi mshabiki, mwanachama na mdau wa Simba Sports Club hautaacha kuenjoi na kufurahi kwa yale yote ambayo utayaona katika Simba TV katika juma hili. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia kwenye juma hili <laughs> stori ya kwanza, semaji la kaf Ahmed Ally yeye ameeleza na kufunguka ratiba nzima ya timu kuhusiana na kikosi chetu kuelekea katika mchezo wa ligi kuu ya NBC ambayo unaofuata hapo mbele yetu. Kuna mengi ambayo amezungumza, tutakuja kumsikia, lakini sambamba na hilo eh, meneja na mratibu wa timu ya vijana au timu zetu mbili za vijana kwa maana under 20 na under 17. Mchezaji wa zamani na naodha na wa Simba Sports Club miaka hiyo ya nyuma Nico Demas Nyagawa naye, eh, amezungumza kuhusiana na timu hizo za vijana. Tutamsikiliza nini ambacho amezungumza na maendeleo yake kulingana na kile ambacho yeye amekuja kutufahamisha, eh, wana Simba Sports Club. Lakini pia mwisho usiache kufuatilia mwendelezo wa mastori ya wachezaji wa zamani pamoja na makocha katika juma hili. Nani ambaye tutakuletea mbele ya macho yako, tutakuja kukwambia mara baada ya wakati kufika ndani ya Simba TV kwenye juma hili. Mimi ni Tobia Sebastian ambaye nakuongozea Simba TV katika juma hili, tupate mapumziko mafupi, kisha tutarejea na mengi mazuri ambayo tumekuandalia. Mara baada ya kutoka kushuhudia mapumziko mafupi, kama ambavyo nimekuambia hapo awali katika Simba TV juma eh, hili tutaanza na stori kubwa uh, la semaji la kafu Ahmed Ally. Yeye amezungumzia eh, ratiba nzima ya kikosi chetu na maandalizi kiujumla kuelekea katika mchezo wa ligi kuu ya NBC uliopo mbele yetu. Mchezo unaofuata ni tarehe 15 ndani ya mwezi huu, dhidi ya mtani. Uwanja eh, wa mchezo bado ujachajwa, lakini sisi Simba Sports Club tayari tumeshaanza mazoezi na maandalizi ya kutosha kuhakikisha tunaenda kufanya vizuri katika huo mchezo na kuchukua taji la ligi kuu ya NBC, kama ambavyo eh, semaji la CAF Ahmed Ally yeye amezungumza kuhusiana na la hilo, lakini pia semaji amezungumza mambo mengi mazuri mazuri, ikiwemo baadhi ya wa wachezaji ambao walikosekana katika mchezo uliopita dhidi ya Singida tukiwa ugenini, lakini pia amezungumza taarifa nyingi ambazo wewe mpenzi mshabiki na mwanachama wa Club, unatamani kuzisikia na kuziona katika kipindi chako bora kabisa cha michezo cha Simba TV. Huyu hapa ni semaji la CAF. Kikosi kime baada ya kurejea kutoka Manyara, eh, tukapata mapumziko ya ya ya siku chache na kesho Alhamis, kikosi kitarejea rasmi katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi kuelekea katika mechi zetu tatu ambazo zimesalia, na wale wachezaji ambao watakuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa wao tayari wameshajiunga kwenye kwenye majukumu hayo, na wale ambao hawana majukumu hayo wanaanza program rasmi Mo Simba Arena siku ya Alhamisi kuanza maandalizi kuelekea mechi hizo tatu. Taarifa kutoka kwenye jopo la uh, matabibu, wachezaji waliopata changamoto kwenye mchezo wa uliopita zikoje? ya wapo wachezaji kadhaa ambao walipata e, changamoto za kiafya e, kwanza alikuwa ni Shomari Kapombe. Kapombe yeye aliumia na alishindwa kabisa kusafiri na timu kwenda Babati, kwa hiyo akabaki Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu, anaendelea vizuri kuna uwezekano hata eh, kwenye timu ya taifa akashindwa kujiunga na wenzie, kwa sababu bado yupo katika katika katika matibabu. Lakini kwa mujibu wa madaktari ni kwamba eh, hadi kumalizika kwa, kwa, kwa, kwa kalenda ya FIFA atakuwa ametengemaa na kuanza mazoezi na wenzie. Lakini vile vile Lionel Ateba naye vile vile alishindwa kusafiri na timu kwa sababu ya majeraha na anaendelea vizuri hivi sasa na matibabu. Musa Kamara Pinpin yeye alishindwa kuendelea na mchezo kabisa pale Manyara akalazimika kutoka na kuingia Ali Salim lakini ameshapatiwa matibabu hivi sasa anaendelea vizuri. Kwa jumla, e, wale wachezaji wote waliokuwa na changamoto za kiafya wote wanaendelea vizuri, wapo ambao katika hao watajiunga na timu Alhamisi hii kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi na wapo wengine watachelewa kidogo, lakini kabla ya kufika tarehe kumi wachezaji wetu wote watakuwa wametengemaa na wamejiunga na wenzao kuanza mazoezi kuelekea mechi zetu tatu za mwisho za ligi kuu ya NBC. Mchezo unaofata ni wa ligi kuu ya NBC dhidi ya mtani. Taarifa kwako zikoje kuelekea mchezo huo? Mechi ni Juni 15 ya eh, katika uwanja bado haijakuwa confirmed, lakini mechi ambayo sisi tunaifahamu ni tarehe 15 ya mwezi huu wa sita, na maandalizi ambayo tunayafanya ni maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Tumebakiwa na michezo mitatu e, dhidi ya, ya Mtani tarehe 15, mchezo dhidi ya Ken Gold na mchezo wa mwisho dhidi ya Kagera Sugar. Kwa hiyo e, tunaanza maandalizi kuelekea michezo hii mitatu, lakini specifically ni mchezo wa tarehe 15 kwa sababu ndio mchezo utakaotoa dira ya mnyama kuchukua ubingwa msimu huu. Tukipata ushindi katika mchezo huo, ni dhahiri shahiri ya kwamba tutakuwa tumejiwekea asilimia 80 ubingwa wa ligi kuu kuja Msimbazi. Lakini kama haitoshi, ni heshima na ukubwa wa mchezo wenyewe unatufanya tuanze maandalizi mapema, ili kwenda kupata ushindi katika mchezo huo na automatic tukipata ushindi katika mchezo wa tarehe kumi na tano hii, michezo mingine miwili ambayo imesalia itakuwa ni shughuli tu ya kumsukuma mlevi. Kwa hiyo tumeanza maandalizi kuelekea katika mchezo huo, na kila mwanasimba aanze maandalizi kuelekea katika mchezo huo uwanjani siku ya mchezo tutaenda kama kawaida. Simba Sports Club, as we communicated right now, ni kwamba mawasiliano ama taarifa tuliyokuwa nayo kutoka kwenye mamlaka za mpira wa Tanzania ni kwamba mechi ipo tarehe 15 ya mwezi wa sita, na Simba tunafanya maandalizi yote kuelekea katika mchezo huu na tungependa kuwaomba wenyeji wa, wa mchezo huu watangaze viingilio mapema e, he, ili e, mashabiki wetu waanze kununua tiketi. Msemaji hapo unaongea, una, una nesanesa, angalia vizuri kamera, zungumza hapo vizuri kabisa. Maelekezo tuliokuwa nayo hivi sasa Simba Sports Club, ambayo ni rasmi kabisa na maelekezo kutoka kwenye mamlaka husika za mpira wa miguu. Mechi yetu ni tarehe 15 ya mwezi wa sita dhidi ya mtani. Mpaka muda huu nazungumza nawe, hiyo ndiyo taarifa tuliyokuwa nayo wanasimba, na haina mabadiliko yoyote, na kwa mantiki hiyo sisi tutafanya maandalizi yote, yote kwa nguvu yote kwa, kwa silaha zetu zote kuelekea katika mchezo huo, na mashabiki wa Simba wafanye maandalizi yote kuelekea katika mchezo huo. Na hali ikiendelea hivi hivi kwamba mechi ipo, sisi tarehe 15 mapema watatukuta uwanjani na mashabiki wetu wa Simba Sports Club, tarehe 15 tukutane uwanjani, uwanja utakaotangazwa mnyama ataelekea katika uwanja husika kwa muda husika, na mashabiki wetu wanapaswa kuja siku hiyo kuja kushuhudia mchezo husika ambao umepangwa na kusimamiwa na mamlaka husika, na tunawaomba wenyeji wa mchezo huu waanze ama watangaze viingilio mapema eh. Of course, ukiangalia bado siku nyingi yeah bado takriban siku kumi na lakini hii ni mechi kubwa, watu wanahitaji kufanya maandalizi mapema na hakuna shughuli nyingine yoyote hapa katikati, ukiachilia mbali mechi za kirafiki za timu za taifa. Maanake ni kwamba sisi vilabu tuna, tunaendelea na majukumu yetu kama kama kawaida, na kwa hivyo basi waanze kuuza tiketi mapema, ili watu wanunue tiketi mapema kwa ajili ya mchezo mara baada ya kutoka kumsikia semaji akizungumza, embu tumfuatilie sasa eh, meneja na mratibu wa timu zetu mbili za vijana under 20 na under 17 Nico Demas Nyagawa na odha wa zamani wa kikosi cha Simba akiwa anavalia jezi nambari 6 sasa amekabidhiwa kukiongoza au kuviongoza vikosi uh, viwili vya timu za Simba kwa maana under 17 na under 20, yeye yeah, yeah, amezungumza kuhusiana na mashindano ambayo under 20 ambayo ametoka kucheza juma liliopita, lakini pia nini ambacho kinafata. Hivyo hivyo pia amekuja kuzungumza kuhusiana na maandalizi ya timu yetu ya under 17 na mengi ambayo yanahusiana na, na timu zetu hizo mbili. Simba veteran anaendelea vizuri anaendelea vizuri, ligi inaendelea na toka ligi imeanza tunaongoza kwenye kundi letu, mpaka sasa tunaongoza bado, mechi mbili za mwisho bado tunaongoza, na tumeshaingia tayari na Nebora. Yule kule bado ni kipteni? Ah, kule mwalimu kule, kocha mchezaji, eh kule kocha mchezaji. Sawa, wewe je, turudi. Wewe ndio msimamizi mkuu kwa sasa kwenye timu zetu zote zote mbili za vijana e, tuanze na under 20. Tumetoka kucheza mashindano juma lililopita, hatukufanikiwa kufanya vizuri, tukishia kwenye hatua ya makundi tueleze changamoto, ilikuwa ni nini, na ukishamaliza hapo tuambie sasa matarajio na nini ambacho kinafuata kuhusiana na timu yetu ya under 20. Okay, mimi nafikiri waza, nashukuru Mungu kwa kuweza kutupa afya mpaka leo tuko salama, lakini pili, timu yetu ya under 20, tulianza, ma, tulianza maandalizi tulianza maandalizi baada ya kama ya mwezi mmoja nyuma kabla ya mashindano, tulianza maandalizi vizuri kwenye mashindano yale ya makundi Mungu akatusaidia, tukashika nafasi ya pili. Kwa hiyo tukaingia nane bora, lakini tulivyokuja kucheza kwenye nane bora huku hatukufanya vizuri. Na kitu ambacho kitafanya tusifanye vizuri, nafikiri ni, unajua, wakati tunacheza wakati timu ambazo zimeingia nane bora timu ambazo tulizoingia nane bora ambazo tulikuwa tunazifahamu ni zile ambazo tulikuwa nazo kwenye kundi moja, sawa? Ni zile ambazo tulikuwa nazo kwenye kundi moja. Hizi timu ambazo zilikuwa kwenye kundi lingine zikafanikiwa kujiunga nane bora, tulikuwa ndio tumeziona pale. Na tulipangiwa nazo timu hizi mbili. Kwa hiyo tumecheza mechi ya kwanza, tumecheza mechi ya kwanza na Dodoma, hatukuwa nao kundi moja. Dodoma wakatufunga. Katufunga, no, tulitoa sare goli moja kwa moja. Mechi ya pili tukacheza na Kinigodi, wakatufunga goli moja na hao tulikuwa nao kundi moja na kwenye kundi letu ndio ambao walikuwa wameongoza, sisi tulishika nafasi ya pili kwenye kuingia na Nebola. Lakini mechi ya mwisho tukacheza na Azam. Tukatoa tukatoa sare kwa bila bila. Lakini pointi zetu hazikutosha. Kwa hiyo Azam na Kingold yakawa ameingia kwenye kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo hatujafanya vizuri. Siwezi nika nikalaumu nika sana kwa sababu namna mashindano na yalivyokuwa yanaenda, timu zilikuwa zimejiandaa vizuri na sisi tulikuwa tumejiandaa vizuri kikawa tunapojua mambo ya mpira. Unaweza kuwa umejiandaa vizuri lakini ukaenda uwanjani matokeo yakawa sivi, umeona. Of course Simba ni timu kubwa inapofanya vibaya kama hivi, mapokeo yanakuwa ni tofauti, sio mazuri. Lakini ndio kazi yetu tumechagua pale ambapo tumeteleza kwenye huu msimu wa elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita unaokuja, inabidi tujiandae vizuri, tufanye usajili vizuri, ili tuweze kompiti vizuri kwa msimu unaofuata, na ligi inayoanza sasa, ligi inayoanza msimu wa elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita Sawa, tuje kwenye timu yetu ya under 17 hapa e, katikati ilikuwa inaundwa, kwa maana kutafutwa baadhi ya wachezaji kwenye maeneo tofauti tofauti. Maendeleo yake kiujumla yakoje, e, na nini ambacho kinaandaliwa sasa hivi under 17 Tunaendelea tunaendelea ku, kukusanya wachezaji, timu tumeshaisajili, tumesha, tumesha na sasa hivi mazoezi yanaendelea chini ya mwalimu Bizo pamoja na Kochi Edward yanaendelea vizuri na tunafanya mazoezi pale kwenye uwanja wa Machava pale Kunduchi. Kwa hiyo ma maandalizi ni mazuri na hatujajua ligi inaanza lini lakini tumeamua kuanza maandalizi mapema ili at least ligi ikiwa inaanza wachezaji wa wawe tayari kiakili, kimwili, kila kitu. Kwa hiyo maandalizi yanaenda vizuri, napata support nzuri kutoka kwa ofisi. Wachezaji wako vizuri na muda sio mrefu timu itaingia kab Kwenye Simba TV tumekuwa na mwendelezo wa kukuletea baadhi ya wachezaji wa zamani lakini pia makocha. Katika juma hili tunakuletea mkongwe, mchezaji pekee aliyefunga mabao matatu kwenye mchezo wa dabi, si mwingine ni King Kibaden Mputa Abdallah. Huyu mwamba ameweka rekodi yake ambayo hadi hii leo haijavunjwa katika mchezo wa watani mwaka 1977 sisi Simba Sports club tukimfunga mtani mabao sita king kibadeni mputa akifunga mabao matatu katika mchezo huo hadi hivi leo nazungumza hakuna mchezaji ambaye amefikia rekodi hiyo alishawahi kujikung'uta kung'uta shiza ramazani kichuya akifunga mabao mawili Emmanuel Arnold Okwi akifunga mabao mawili, lakini hakuna mwingine ambaye alijaribu kufikia uh, rekodi hiyo ambayo Kibaden ameiweka. Lakini Kibaden pia, mbali ya kuwa mchezaji, ameongoza kikosi chetu katika maeneo tofauti tofauti, timu za vijana, lakini pia timu kubwa, kwa maana senior team, akiwa kocha mkuu kwenye vipindi tofauti tofauti hii leo hao katika juma hili katika kipindi chako mkubwa kabisa cha Simba TV, anaeleza kuhusiana na eh, soka la vijana na jinsi ambavyo anaandaa timu yake ya vijana katika kituo chake ambacho kiko kule Kibadeni. Huyu hapa King Kibadeni mputa, tumsikilize nini ambacho anazungumza eh, kwenye Simba TV ndani ya juma hili. Eh, kituo kiko Chanika, Zogowali, tena hapa pale kwa Kibadeni. Kuna kituo chenyewe nakwenda kwa Kibadeni ukija uh, pale ukitoka uh, tu nyumbani kwa makamu wa rais, kituo kinachofuata ndo nakuja kunikuta mimi na hichi yeah. Uh, kituo nimekianzisha mwaka elfu moja mia mbili e, mia tisa na kumi na, na, na, kum, na, kum, na, kum, na tano elfu mbili na elfu mbili na kumi na tano nimeanzisha hapa na, na, na hili <muchas> ilikuwa ni msukumo wa mdogo wangu marehemu Somali. Yeye aliniambia ndo alianza kununua maeneo huku, akaniomba kwamba bana njuo tukae pamoja kule, nikaambia bana mi nashuka, asema mpira si utafanyia kule kule, tutakuwa na eneo tutaweka kiwanja cha mpira. Kwa hiyo nikaitikia wito wake nikaja kuweka kituo huku na lengo kubwa ni kuwasaidia vijana. Na unajua bana, maisha kuna watu wengi mimi, wakati sija sijaingia sijawa kwenye mpira sawasawa, nilikuwa napita na nasoma. Mimi nimemaliza middle school darasa la nane Makurumla, Dar es Salaam, ilikuwa unatembea unakuta huyu dokta, unamkuta huyu mwalimu unakuta huyu pilot anaesha ndega ndege, unakuta una... kutawu. Yani watu wenye huyu wakubwa, labda polisi au, na mi nataka nipate umaarufu nifanyeni sasa. Nkaona do, ngoja hapa nipambane. Katika kupambana kwangu, kiepesi kwangu ambacho ilikuwa na uwezo ni kucheza mpira. Kwa hiyo ilikuwa mimi nikitoka shule tusifiki nyumbani, nikifika babarani nach nikifika babarani kicheza mpira, watu wananishabikia, maanake wanapenda wakimaliza wananipa hela eh. Sasa narudi nyumbani mimi hela ya shule ya kesho na ndugu zangu nishaipata kule kunipocheza mpira e, alafu ilikuwa na watu wananitambua. Eh, kituo kinaendeleaje? kina watoto kwa maana vijana wangapi sasa hivi na maendeleo yake yakoje? Eh, vijana nao karibu ishirini ishiri na tano wapo, kuna wengine wanakaa hapa, wengine wanakuja wanafanya mazoezi alafu wanaondoka na wengine wa, wa, kuna wanakaa hapa hapa na kuna wanaokuja na, na kuondoka, sawa. Uh, mtu akitaka kujiunga au mzazi akitaka kumleta kijana wake au wa kijana akitaka kuja mwenyewe utaratibu ukoje? Utaratibu ni kwamba anamleta kijana wake na picha mbili passport size na cheti cha kuzaliwa kopi ya cheti cha kuzaliwa majenavyo alafu kunakuwa na vitu vingine, mambo ya chakula, mahali pa kulala. Kwa hiyo lazima anakuja, labda na na godoro lake, mm -hmm. anakuja labda anakuja nakuja godoro lake, anakuja mambo ya chakula, wanajipikia wenyewe, wanapika wenyewe au wakati mwingine tunapika, wananunua na gharama zake wanalipa kama shilingi elfu sitini wanapojiunga jiunga kuishi, labda kwa mwezi wanalipa au shalipa hiyo, wanalipa elfu kumi kwa ajili ya kulala kwa mwezi. Eh, analipa elfu tano elfu kumi kwa registration, na alafu analipa ada shilingi shingi elfu arobaini kama elfu sitini kwa mwezi wa kwanza. Kuna vijana tayari wameshapata nafasi ya kwenda kucheza katika maeneo mengine tofauti tofauti wanacheza, cheza malabda wapi labda, ushakuona wanaenda Zanzibar. hmm. wengine wanacheza klabu hizi za mjini wanatoka Samsung. Shukran sana karibu sana msaada, msaada, msaada. Eh. Kofi, Aitaji, basi kwa namna ambavyo upo una kundi kubwa la vijana ishirini, uh, sio mchezo kuishi nao na gharama uzozitaja, uh, pengine wewe maoni yako unahitaji msaada kutoka kwa watu waweze kuongezea nguvu kuweza kukuza kituo chako cha kutunza vijana na kulea. Kwa kweli nahitaji sana msaada, kama mtu anaona anaweza kuja kulisaidia tena sio kwamba hiyo kitu aje, tusaidiane kuendesha hizi shughuli maake kuna vitu vingi vinahitaji inahitajika mipira, mipira sio chini mipira kumi na tano ishirini mpaka thelathini kila siku wenaye, na ukitumia miezi, mwezi mmoja tumili mwili mipira imeshakuisha. Kuna vifaa jifsi zinatakiwa, jezi. Kwa hiyo, kwa kutaka kuwasaidia vijana, mi nasema watu wa, watoe wa msaada na mi nitajitahidi kusaidia vijana. Vijana sasa hivi wengi wakishamaliza shule darasa la saba au pompo, wapo mjini na wanajua mpira. Sasa gharama nao wanashindwa, ukimwambia mtu aje, mzazi wake kumnunulia viatu anashindwa. Kwa hiyo tunapata tabu na kubwa, labda zaidi tunategemea vilabu kama vile Simba. Simba nao akiona mpira labda ameitumia wiki mbili tatu, imechoka basi watuletee. Nampe kijana, tulete tunaweza tukane tena, nitashukuru sana nadhani utakuwa umeenjoi na kufurahi yale mengi ambayo tumekuletea ndani ya Simba TV katika juma hili. Mengi mengine mazuri yatakuja ndani ya Simba TV katika juma lijalo. Wewe mpenzi mshabiki, mwanachama wa Simba Sports Club. usiache kufuatilia mitandao yetu ya kijamii taarifa nyingi tofauti tofauti ambazo zinahusiana na Simba tutakuletea mbele ya macho yako, lakini pia usiache kufuatilia kipindi chako, chako bora na murwa cha Simba TV katika kila juma katika kila Jumatano ya, ya, ya, ya kila wiki. Kuna mengi mazuri ambayo tutakuletea, tutakuletea taarifa kuhusiana na Simba Queens, tutakuletea taarifa kuhusiana na timu zetu za vijana kama ambavyo imekuwa juma hili, tutakuletea pia taarifa kuhusiana na timu yetu ya senior timu. Kuna mengi mazuri ambayo yanapikwa, yanaandaliwa ili wewe mwana Simba uweze kuyafahamu na kuyajua ili ukikaa zako Ucheke meno yako yote 32 nje. Taarifa nzuri ambazo zinahusiana na timu yako ya Simba tutakuletea hapa katika kipindi cha Simba TV. Mimi ni Tobias Sebastian. Mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kijacho cha Simba TV. Usiache kuangalia na kufuatilia, kufuatilia. Bye.